Jeshi la polisi liache siasa. Sasa hivi wameacha kabisa majukumu ya polisi, yaani polisi ni typical political body, yaani kama wanaweza, basi msajili awape usajili tujue ni chama cha siasa, ili tu tu, tu elevate hata migambo kwa watu wa ya dharura, tujue migambo hao wa ndio wawe polisi watusaidie, kwa sababu polisi sasa hizi ni kama jumuiya ya vijana ya sisi, ambao kazi yao kubwa ni kudhibiti, na ndio maana ukiangalia hata utendaji wao wa kazi E, kila anayekuwa mpinzani wa kweli wa CCM anakuwa mpinzani wa kweli wa polisi. E, umewahi kuona hicho kitu? Jaribu kutafuta kwamba e, unapokuwa mpinzani e, wa kweli wa CCM unakuwa automatically unajikuta ni mpinzani wa kweli wa polisi. Kwa hiyo polisi ni jumuiya ya Chama cha Mapinduzi. Kwa utendaji wao wa kazi, matendo yao na namna wanavyowajibika. Na ndio maana kazi kubwa wanafanya kupambana na Chadema au mtu anayehisi anaongea wanalingana na kushabihiana na Chadema ile ni tatizo kwa jeshi la po- la polisi, ndio maana unaona makosa yale, yale wana CCM amewahi kutamka kwamba watu wauawe, watu wapotezwe, kiongozi mmoja wa CCM. Polisi hawajawahi hata kumuhoji, kwa sababu CCM wanaweza hata kunyofoa maini akakuua, e, polisi asifanye chochote, kwa sababu polisi anafurahishwa na kila kinachofanywa na chama cha mapinduzi ila na kero, na kila kinachofanywa na watu wengine wanaoipinga sisi, kwa, si, mimi ukiniuliza polisi kwa sasa nitakwambia polisi ni jumuiya ya chama cha mapinduzi kwa namna wanavyofanya. Yaani dijole ni chombo cha ulinzi na usalama, lakini de facto jeshi la polisi ni jumuiya ya chama e, cha mapinduzi e. Mimi ningefikiri wangejifunza, warudi kule alikokuweko Saidi Mwema e, kwa sababu Saidi Mwema si yuko e, wajifunze, kwa sababu waende tu wakajifunze, kwa sababu sio lazima ujue kila kitu. Ukikosea rudi kwa waliotangulia na kufanya vizuri Waulize wa kusaidia Said Mwema yupo, ni mtu mwenye nguvu bado na afya ni vizuri. Viongozi wa jeshi la polisi wangeenda kule kujifunza. Aliandaa hata kanuni nzuri za uchaguzi zilikuwepo, namna ya ushiriki wa polisi katika uchaguzi, Said Mwema, lakini zote zinatuka kama toilet paper, hawatumii mambo kwa uweledi. Kwa hiyo e, polisi ni shida, imekuwa saizi ikifanya kazi kisiasa zaidi kuliko kiueledi. Wanachotakiwa kujiuliza wananchi wanahoji nini? Wewe ukisikia vijana wanasema Desemba 9, usipambane na maandamano, pambana na agenda zao. Kwani usikutane nao kujadili? Unawaogopa nini? Vijana wanataka uwajibikaji, kwani usianze uwajibikaji kuona nini ufanye kwenye kile wanachokilalamikia? Unajua tatizo, tatizo dogo tu kabisa yani, methodology tunazotumia ku address this very trivial political matter ndizo zina escalate kila mambo yani, badala ya watu kufanya vitu kwa uweledi Okay, huyu anasema Mwabukusi. Nitakuja kukupiga kesho sababu moja mbili tatu. Kwa nini nipambane kumsubiri aje anipige kesho kwa wakati kesho kanieleza sababu za mimi kunipiga? Kwa nini sitafute namna ya kukaa naye na kuzungumza na naye? That's what I'm talking. Kwa hiyo nachojaribu kuzungumza kwamba waache witch hunting kufikiri nani aliyesababisha matatizo haya na hasira kwa vijana ni viongozi na serikali kwa kutowasikiliza, kunyima forum za kuwasikiliza, tume ya uchaguzi kuharibu uchaguzi na kufanya mambo wanavyojua, ofisi ya msajili kuacha kusajili vyama na kutoa nafasi kwa vijana kuwa na vyama vyao wanavyovipenda au kuwa na wingi wa vyama, kuwapa vijana vyama vya ukweli nazungumza, sio vyama hivi ambavyo eh, leo vinaenda vinapewa shilingi mbili tatu ili vifanye siasa. Nazungumzia vyama vya ukweli vya siasa eh, Kwa hiyo kimsingi, mimi nadhani kuna tunahitaji ukweli, haki na upatanishi. Taifa lilivimba saizi limepasuka. E, tusipo kitibu sawasawa hichi sawa kidonda e, kinakwenda kutuletea donda ndugu e, na tukifikia steji hiyo tumekwisha ndugu.